Inakuwa vipi, inakuwaje mwanafamilia together line? Ni wakati mwingine tena tumekutana, tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii mwanadada Nicole siku ya jana aliweza kuachiliwa kutoka maabusu kwa dhamana. Sasa kuna watu ambao awafahamu kwamba aliachiliwa, achiliwa vipi? Dhamana ilitolewa tolewa vipi? Kwa sababu mwanzo tuliona Nicole alishindwa kutoa dhamana, ambapo aliombwa kiasi cha milioni 46 au ki chochote chenye thamani ya hiyo pesa e, kisicho hamishika lakini alishindwa na tukaona mpaka kuna baadhi ya mastaa akasema kuwa achangiwe ili aweze kutoka kina Steve Nyelele na watu wengine. Sasa, a, taarifa iko hivi ambapo hapa iliweza kutoka inasema kwamba baada ya mwanadada Nicole kuweza kukaa mabuso kwa takriban wiki tatu ameachiwa kwa dhamana siku ya jana a, katika mahakama ya kim, a, hakim mkazi Kinondoni baada ya kutimiza masharti ya dhamana katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mahakamani hapo ambapo imeelezwa kuwa mahakama uh, uh, kwamba imeelezwa kuwa Nico amedhaminiwa ame, ame, ame e, kwa hati ya nyumba yenye thamani kwa hati ya nyumba yenye thamani ya milioni mia moja. Unaona bwana, kwa hivyo sio pesa taslimu ambazo alitoa hapana, wala kiwanja bali ni nyumba ambayo ilitolewa kama dhamana, na hiyo nyumba ina thamani ya milioni mia moja. Unaona bwana, ambako aliyemdhamini mdhamini Nico aliye mdhamini a, kwa kutoa hiyo a hati yenye thamani hati ya nyumba yenye thamani ya milioni mia moja e, hajalizia kuwekwa wazi, unaona bwana. Kwa hiyo ameficha identity yake Uh, uh, uh, labda huko mwishoni eh, ataweza kuonekana ataweza, lakini kwa sasa eh, ndo hivyo jamaa hajataka kujionyesha kuwa yeye bwana ndo anahusika katika kumtolea dhamana kumtolea uh, mwanadada Nico, unaona bwana, kesi ya Nico na, uh, na, na, na, na in, inatarajia kurudi tena mahakamani uh, uh, Machi tarehe 24, 2025. Unaona bwana, uh, so yeah. Subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.